Mtazamaji, leo unaenda kukuonyesha ni namna gani unaweza ukalima nyanya a, bila kuwa na shamba e, na hii ni mahususi kwa hasa kwa a, sisi ambao bado tuna, tunaishi katika nyumba za kupanga hatuna e, mashamba e, tuna, tuna maeneo madogo yaliyotuzunguka kwa hatuwezi kulima mazao mengi au matunda mengi kwa wakati, kwa, kwa mmoja kwa hiyo leo naenda kukuonyesha episodi ambayo itakuwezesha wewe kuweza ku, ku, kulima nyanya bila kutumia shamba kwa kutumia planters mbalimbali, iwe ni Sadolin, iwe ni ndoo, iwe ni kwa karne hii ya 21 mabadiliko ya hali ya hewa, ukosefu wa shamba kwa watu wengi, uh, na wingi wa magonjwa katika mazao ya shambani ni kikwazo kikubwa kinachopelekea watu wengi kukata tamaa na ya kujihusisha na kilimo cha aina yoyote hapa nchini pia kupanda kwa gharama za maisha, ukosefu wa ajira kwa watu wengi, ni moja ya sababu zinazopelekea watu wengi kujihusisha na kilimo hichi. Kwa hiyo tunagundua kwamba kuna sababu ambazo ambazo zinapelekea watu kujihusisha na kilimo, na sababu ambazo zinapelekea watu na wanajihusisha na kilimo sababu kilimo uh, sababu zinapelekea watu na kilimo. Sasa ingawa kilimo kimekuwa cha kubahatisha na chenye changamoto nyingi, hatupasi kukata tamaa, hasa zama hizi za watu wengi Uh, kusoma sana mpaka kufika chuo kikuu uh, bila kupata uh, ajira yoyote uh, tumeona wimbi kubwa la watu wanasoma, uh, tumekuwa tukisoma uh, katika vyuo mbalimbali mbali nchini katika fani mbalimbali mbali, lakini uh, swala la ajira limekuwa ni changamoto sana kwa, kwa, kwa watu wengi. Ajira imekuwa bado ni, ni, ni, ni finyu. Hii inapelekea watu kuku, kuku kukata tamaa na, na, na, na, na hata hivyo, ingawa kilimo kimekuwa changamoto sana, hatupasi kukata tamaa. Wakati uh, umefika kutafuta mbinu za kujitengenezea maisha bora kwa kutumia ubunifu wa vipaji vyetu kupambana na adui umaskini kwa kujikomboa katika kilimo uh, uh, cha aina yoyote mahali popote ulipo uh, nchini Tanzania. So uh, na leo nitakuonyesha baadhi ya mbinu unazoweza kutumia kulima nyanya bila shamba. Kwa hiyo uh, tunajua watu wengi sana uh, hatuna mashamba uh, kwenye mashamba ni machache, na hii hatufanyi hatu, uh, sisi kushindwa kufanya jambo lolote kwa sababu hali imeshakuwa ngumu, inabidi tujikite katika uh, matumizi ya njia mbalimbali ili tuweze kupata ma, ameni, chakula kama kinavyoendelea kupatikana au tuweze kuongeza wingi uh, wa chakula uh, kwa maoni yangu, mi ningeweza kusema kwamba wingi uh, wa watu, idadi ya watu inaongezeka kila kukicha, na hii inapaswa ina, ina, ina, ina iendane na wingi wa chakula katika uzalishaji kwa hiyo lazima tuangalie ili uzalishaji wa chakula uongezeke kadri watu wanapozidi kuongezeka duniani. Kwa hiyo hii ndio inaopelekea sana sasa hali inakuwa ngumu, bidhaa zinapanda bei, liko la hali ya hewa hapa na pale pia vinachangia na kuweza kupata matatizo katika upatikanaji wa chakula. Kwa hiyo kwa leo tunaweza tukazungumzia hasa upandaji wa nyanya bila kutumia shamba. Kama una shamba unaweza kutoka ukalimaje nyanya na ukapata nyanya ambazo unaweza ukazitumia katika chakula chako hapo nyumbani. Au nafikiri neno BRN hapa Tanzania limesikika sana kwa miaka takribani mitatu iliyopita, um, Big Results Now Big result now inamaanisha matokeo makubwa. Sasa tutawezaje, uh, kupata matokeo makubwa, sasa kama changamoto zimekuwa zikituandama hapa na pale uh, alright hata kwenye uh, kilimo inabidi tufanye BRN yeah, we must agree, lazima tufanye BRN hata kwenye kilimo big result now. Uh, kwa maisha ya watu wengi wa Tanzania wamepanga nyumba wow. Natambua nyumba nyingi za kupanga hazina shamba. Ko shamba, so the problem in this country is the farm, we don't have the farm to farm or, to cultivate or to grow our different crops, uh, shamba limekuwa ni challenge sana lakini tusikate please, lakini tusikate tamaa please, please, please, ua tukapata mazao tukapata uh, chochote hapo tulipo bila kutegemea shamba. Please, please, please, tusikate tamaa sana, au unaweza ukapanda mboga mboga na nyanya pia bila shamba. Tutaweza kuona namna gani a kupanda mboga mbalimbali na nyanya bila ku, kuwa na shamba kubwa. tunaweza tukatumia njia mbalimbali mbali kupanda mimea bila kuwa na shamba. Kwa mfano, ni jambo la kawaida kwenye nyumba mbalimbali kuona ua limepandwa kwenye chungu, ua limepandwa kwenye ndoo, ua limepandwa kwenye beseni, ua limepandwa kwenye limepandwa kwenye, kwenye chombo chochote kile ambacho kimebeba lile ua na kufanya lipendeze pale nyumbani. Ile ni njia ya kwanza ambayo tunaitumia kupanda mimea bila kuwa na bila kutumia ardhi ya dunia kwa kwa, kwa pamoja. Kwa hiyo please, usikate tamaa. Sasa unaweza kupanda mboga mboga na nyanya pia bila shamba na ukatumia planter. Uh, planter planter yako yaweza kuwa ndoo uh, dumu, beseni au sadolin. Kwa unaweza ukatumia planters hizi kupanda mimea mbalimbali. sasa Uh, shida sio kutumia planters, shida ni namna ya kutumia hizo uh, planters ili uweze kupata matokeo mazuri kama mkulima ambaye analima mazao yake uh, shambani. Leo tunaona namna ya kutumia vyombo mbalimbali kupata mazao ya nyanya bila gharama kubwa mahali popote Tanzania uh, kwa hiyo, kwa kwanza kabisa tuangalie ni vifaa gani sasa tunaweza tukaanza kuvitumia, au ni vifaa gani na mahitaji ambavyo tunaweza tukayatumia kuweza kulima ku, ku, nyanya zetu kwa katika uh, planters au uh, katika vyombo ambavyo vinaweza vikatusaidia uh, kupata ku, mazao haya bila kutumia shamba. Uh, chombo cha kwanza ni ndoo. Mimi kwa upande wangu natumia ndoo uh, ntatu uh, na wanyama hapa na mbolea safi ya, ya, ya kuku na mbolea safi ya, ya, ya, ya nguruwe. Unaweza ukatumia kopo dogo au bohora inalikana njia hiyo. Rutuba ni muhimu e, njia yetu na vile vile au, au mawe ambayo yanaweza kiliabo, kwa kwenye na hivyo ni vifaa ambavyo vinapatikana kwa bei rahisi sana ndoo, uh, almost. Na kwenye ndoo unaweza ukatumia vifaa vingine kama kama unaweza kutumia au dum lolote ambalo linaweza likaweka udongo. Tuangalie namna ya kuandaa uh, namna gani tunaweza tukaandaa uh, planta yetu. Kwa hiyo katika bustani yangu ni ule wa kufanya mizizi ya mimea ipa, i, ipate hewa ya oxygen na kuwa na unyevunyevu wa maji wakati wote. Njia uh, hii inakuwezesha mmea wako kupata oxygen na mizizi ni muhimu sana kupata. Mizizi inapopata oksijeni kwenye mmea, inawezesha ule mmea kukua kwa haraka na unafanya lebrn. Na njia hii utanyeshea uta, uta, uta, uta, uta, uta, uta, uta, nyanya zako kama kawaida, lakini akiba ya maji itabaki chini kwa ujumla, njia hii jia tukaita ni sub irrigation system, kwa sababu ni njia ambayo hata kama umesafiri umejisahau kwa bahati mbaya, kutakuwa na akiba ya maji chini ya ndoo. Kwa hiyo mizizi inaweza kafanya uh, unyonyi, unyonyaji wa, wa, wa zile nutrients kwenye maji na mmea ukaendelea kusurvive kwa muda kidogo kuliko mmea ambao uko shambani ambao utakauka zaidi ya mmea wako ambao umepanda kwenye planta hii. kwa hiyo absorption ya mizizi inaweza kafanyika wakati unyanyeshia mmea wako kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwenye udongo. Kwa hiyo ni njia bora sana ambayo ina, inatuletea matokeo mazuri sana tunapotumia, ingawa pia changamoto zipo katika kila jambo, ila at least unaona matokeo ni mazuri. Na kuandaa mfumo huu uu, ndo itatobolewa tundu dogo la kup, mfuniko wa ndoo utakatwa kwa saizi itakayo yako Koyo, apa, kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kuhakikisha kwamba ndoo hii inatobolewa kitundu kidogo, ambacho tundu hili ndilo litalopitisha oksijeni kwenye ile mizizi, au kupitisha oksijeni kupanda juu ya udongo juu, ambapo kutakuwa kuna ile mizizi, na mizizi itapata oksijeni huku hukuikiwa na uh, unyevunyevu ulioko ndani ya vile bora ambayo utaiweka ndani ya ndoo na step ya pili bora litatobolewa matundu kadhaa kuruhusu mizizi na maji kupita kuelekea chini ya ndoo kwa hifadhi uh, uh, miz, kwa hiyo bora letu tunatoboa matundu madogo madogo kama unavyoona hapo, ndugu mtazamaji, matundu madogo madogo tumetoboa, na bora hili litatumika kuwekea baadhi ya mizizi. Mmea ukisha kuwa mkubwa, baadhi ya mizizi itapenya kwenye kwenye kokoto na kuweza kupata oksijeni nzuri na mmea utaendelea kuzaa vizuri, uh, bila kupata tatizo lolote. Na, na, na, na stepu ya tatu bora ilikuwa imara na kuruhusu unyevunyevu unyevu na oksijeni kwenye mizizi ya mmea. Kwa hiyo tunajaza kokoto kama unavyoona hapo, bora letu lina kokoto tayari kuliweka kwenye ndoo yetu na kokoto hii litafanya bora hili lisiwezi kuanguka au kwenda kwa, huku wala kule. Step ya nne ni step ambayo inatu, okay, step ya nne itahusisha upangiliaji wa vifaa vyetu ambavyo tuliviandaa hapo awali na kifaa cha kwanza ambacho kitatangulia ndani ya ndoo ni ile bohora yetu ambayo uh, yuko na kookoto na na mawe. Halafu stepu itakayofuata ni ule mfuniko ambao utaka katikati ya ndoo. Mfuniko huu utakuwa umeshikiliwa ume na bohora lile ambalo liko chini yake na kitiko. Ni, ni mbolea nzuri ya, ya, ya samadi. Ni mbolea ambayo unaweza ukatumia komposti manyua, au unaweza ukatumia ile, ile manyua kutoka kwa, kwa wanyama. Kwa hiyo mimi kwa uzoefu wangu napenda kutumia sana uh, uh, manyua, manyua ya nguruwe ya, ya au manyua ya, ya, ya kuku. Kwa hiyo hapa natanguliza manyua ya nguruwe ya, ya, ya kisha nitaweka udongo wenye rutuba kidogo. Kwa hiyo mpaka hapo nitakuwa nimepata shamba langu uh, la, la mjini ili nalita shamba la mjini kwa sababu ni, ni, ni shamba ambalo unalitumia kupanda mimea uh, mali popote hata eh, mjini unaweza ukapanda mimea yako vizuri na ukaota bila tatizo lolote uh, njia hiyo watu wengi tunadharau, lakini nije, ni njia yenye big result nao uweza kubuni vitu kama hivi, ili kila mtu aweze kuondokana na tatizo la, la umaskini au tatizo la, la ukosefu wa ajira, kwa sababu unaweza ukabuni vitu kama hivi na ukatengeneza mass production ya, ya, ya vitu hivi kama tomato au, au, au, au peppers, pilipili hoho zile au, au, au, au Chinese vegetables and other things. kwa hiyo ndugu mtazamaji, nafikiri utakuwa uh, umepata picha kidogo na, na, ni namna gani ambayo unaweza ukaitumia kutengenezea uh, hii sub irrigation planter. Uh, faida ambazo tunazipata katika njia hizi za ukulima wa planting wa kutumia planters. Uh, faida ya kwanza tunapunguza gharama ya maisha gharama ya maisha inapungua kwa kiasi kikubwa sana. Huu ni mwaka wa pili jambo hili, kwa kiasi kikubwa sana nimepunguza gharama ya maisha kwa kujipatia nyanya na mboga mbalimbali ambazo nazitumia katika maisha yangu, na mbali na hivyo tu nimesaidia majirani, nime wenzangu pia wamepata chochote na kupata fedha. Kwa hiyo uh, kupunguza gharama ya maisha tunamaanisha kwamba Uh, unatumia unatengeneza kitu chako mwenyewe ambacho unavitumia bila kununua. Kwa hiyo hii ni njia nzuri tu ya kutumia kitu eh, ni njia rahisi ya kupata kitu bila kununua vitu kwa wakati fulani. Uh, faida ya pili unaweza ukajipatia fedha, kipato cha fedha inaweza kapatikana pia, kama baadhi ya mazao ma ma ma ma ma ma unaweza ukayapeleka sokoni na masoko siku hizi yako wazi, ushuru ni free kwa sisi tunaoishi vijijini, ushuru kidogo inakuwa uh, ni, ni, ni, wa chini almost free. Kwa hiyo unaweza kuweka fedha moja kwa moja, kwa sababu ni kitu ambacho umezalisha kinachohitajika na watu uh, ajira tosha, ni ajira tosha, ndugu mtazamaji, ni ajira tosha. Mtu yoyote iwe ni darasa la sita, iwe ni darasa la tano, iwe ni darasa la nne, iwe ni darasa la saba, iwe ni form one, iwe ni form three, iwe ni form six, iwe ni bachelor in education, iwe ni master in education. You can do it, this is self employment, ni mtu anaweza kujiajiri kupitia njia hii, kwani huleta mazao mengi kwa muda mfupi. Utakapojituma vizuri katika njia hii, unaweza ukapata kipato, na hiyo ni ajira tosha. Kwa hiyo ni njia ambayo inaweza kuwezesha watu wengi sana kupata ajira kwa mahali popote walipo. Faida ya tatu ni kwamba ni njia ambayo inatumika mahali popote, njia ambayo haichagui. We ni maskini, we ni tajiri, una shamba, una shamba, una eneo, hauna eneo. Ndoo ni spesi ndogo inachukua, na kwenye ndoo moja unaweza ukapanda nyanya mbili, na nyanya mbili zinaweza zikazaa kwa matunzo bora sana ya kisasa na ya rifa, mimea miwili ya nyanya inaweza ikazaa nyanya nyingi sana, zaidi ya ndoo moja. kwa hiyo Napendwaji, um, um, mm -hmm, sina cha zaidi ya kukwambia. Nashukuru sana, na natumaini umejifunza vya kutosha katika video hii. Natumaini umeweza kupata maarifa ambayo atakuwezesha kuweza kulima nyanya bila kuwa na shamba, iwe umepanga nyumba iwe unakaa nyumbani kwako mwenyewe binafsi, iwe bado ni mtoto, iwe unasoma shule ya msingi, iwe ni sekondari, iwe ni chuo kikuu, iwe ni mzee ufahamka uh, vitu ambavyo tunavifanya tunavifanya vingine, na kwa bahati nzuri umeweza kuvifahamu vyote. Shukrani zangu tu kwa watu wote ambao wameweza kudownload video na kuweza kuona what is going on inside the video Umejifunza uh, mambo mengi kutoka na hali halisi, jinsi ya kilimo hichi cha nyanya bila kutumia shamba. Ni kilimo kizuri sana ambacho kinakuwezesha kuweza ku, kulima nyanya zako na kuweza kupata mazao mazuri bila kutumia shamba kwa hiyo uh, ningependa ujoin katika episodi nyingine ambazo zitakuwezesha kupata maarifa tofauti tofauti, tukishia idea na information ambazo zinakuwezesha pamoja kuweza kuini, kuini uh, maisha haya so